Wana wanangu wengi ila wameshapita, ila Oscar, na leo siku yake ya kuzaliwa Oscar. Hello my people, hey guys you hey, everything wanangu, thanks kwa kila kitu. Ah, majambo mengi yamefanyika leo, niko kiwa na mbunju na miazinga. Asante na washukuru sana wote wote wote wote wote walifanikisha ile majambo wao. Sasa tukati keki kubaya yake, tunakata kiki sema nini, nawashukuru sana wote cha kwanza shukrani zangu za dhati zende kwa Mungu wangu, Mola ndio kila kitu kwenye hii dunia. Pili babangu, mamangu, pia respect sana ziende kwa mamangu mzazi, kwa sababu yeye nampenda, yeye nampenda, ndiye anasababisha hapa ni niko na wanangu, niko, niko na washikaji kwa kila kitu sana sana, all the, napenda sana thanks. Mamu, nakupenda sana, mke wangu mamu, nakupenda nani, nakupenda mna dunia ya pili. Poa, relax. Unampenda nani? Mamu. Nani? Mamu, mamu anampenda hakuna dunia hiyo. Poa. Thanks sana you guys. Na washukuru sana kwa kila kitu mshuki mmenifanyia. Sijataka kuamini. Wa call me Oscar Superlucky o oh, Mr. Febu. Mr. Febu. Wa Mr. Febu naongea hapa, niko na wanangu wengi sana ila, sio taji humu ndani. Pacheko siku taji humu ndani mdogo wangu wa damn blood. P. Wa wenyewe wanamuita Patrick. Watoto fulani hivi. Festiboni afu anakuja